Watawala wanalalamika kwamba Mange Kimambi amewashawishi Watanzania wakaingia kwenye maandamano. Swali ni kwamba serikali, kwa nini imeshindwa kuwashawishi wa Tanzania wasiingie kwenye maandamano? Nataka wanasiasa mjifunze jambo. Ina maana kuna gepu lipo kati ya wanasiasa na wananchi, ambalo hilo gepu ndilo ambalo yule aliyeko nje amelitumia. Yani lazima wanasiasa mjue kwamba muko mbali mno na wananchi, ndo maana wakatafuta mtu wa kumsikiliza. Naomba mnielewe, wanasiasa, fanyeni kazi, musiende kutafuta mtu wa kumlaumu kwenye jambo. Ni lazima muangalie mliangukia wapi, au mlijikwaa wapi, tatizo liko wapi. Kwa nini nyinyi muko madarakani hamjasikilizwa? Ni dhambi gani mnawatendea Watanzania? Inawezekana mmekosa uelewa, inawezekana mmekosa ufahamu, mumenogewa na madaraka, lakini mnahitaji kujifunza sana. Watanzania wanataka nini? Nachoka baba yenu Kemesi Mandambo ah.